hakika sisi tunamwona kwa kitendo hiki kwa yaqini kabisa yupo katika upotevu ulio dhahiri. falamma samiat bimakrihin arsalat ilayhinn waatadat wa lahunna muttakaan wa atat wa atat kull wahidatin minhunn sikina wa qalat ikhruj alayhinn. Basi mke wa mheshimiwa aliposikia vitimbi vyao na wanavyomshutumu aliwatumia mwaliko na akawaandalia mito ya kuegemea, na kila mmoja wao akampa kisu, na akasema kumwambia Yusuf, tokeza mbele yao. falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahum wa qulna hasha lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim, basi wale wanawake walipomwona Yusuf tu

wala illam yaf'al ma amuruhu layusjananna wala yakuna minas sagirin. Yule mke wa mheshimiwa akasema, basi huyo ndiye yule mliyenilaumu kwa sababu yake, na kwa kweli mimi nilimtongoza bila ridhaa yake, na alikataa kata katakata, na nilimwambia kuwa asipofanya ninachomwamuru basi hapana shaka atafungwa tu gerezani na atakuwa miongoni wa watu duni kabisa. kala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akum min aljahilin, Yusuf alisema Ewe Mola wangu mlezi, napenda zaidi kufungwa gerezani kuliko hili hawa wanawake wanaloniitia, na usiponiondoshea vitimbi vyao hawa wanawake, mimi itavutika kwao na nitakuwa miongoni mwa wajinga. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaydahunna innahu huwa as-samiu al-alim, basi Mola wake mlezi alimwitikia dua yake na akamwondoshea vitimbi vyao, hakika yeye Allah ndiye msikivu na mjuzi. Thumma bada lahum min ba'di ma raawu al-ayati layasjununnahu hatta hin, kisha ikawadhihirikia mheshimiwa na wasaidizi wake baada ya kuona ishara mbalimbali mbali za kutohusika kwa Yusuf kuwa wamfunge kwa muda. dakhala maahu sijna fatayani qala ahaduhuma inni arani asiru khamra, na wakaingia gerezani pamoja naye vijana wawili, mmoja wao alisema hakika mimi nimeota na kamua zabibu ili kutengeneza pombe waqala al-akhar inni arani ahmilu fawqa rasi khubzan ta'kulu at-tayru min nabina bitawilihi inna naraka min almuhsinin, na mwingine akasema mimi nimeota nimebeba mkate kichwani kwangu ambao ndege wanaula, hebu tuambie tafsiri yake, kwani sisi tunakuona wewe ni katika wenye kufanya mazuri ikiwemo kutafsiri tafsiri vizuri ndoto. qala la yatikuma taamun turzaqanihi illa nabatukuma bitawilihi qabla an yatikuma dhalikum mimma allamani rabbi Yusuf alisema hakitakufikieni chakula chochote mtakachopewa na mfalme, ila tu nitakwambieni tafsiri yake kabla hakijakufikieni. Haya ni katika yale aliyonifundisha Mola wangu mlezi.

ya sahibi sijni aarbabu mutafariqun khairun am Allah alwahidu alqahhar, Enyi sahiba insijni, aarbabum, khairun, wahidu, zangu wawili wafungwa mlio gerezani, je, mabwana miungu wengi tofauti tofauti ni bora au Allah mmoja mwenye nguvu kubwa? Ma taabudun min dunihi illa asma an, sammaytumuha antum wa abaukum Sammaytumuha antum wa abaukum ma anzala Allahu biha min sultan, inil hukmu illa lillahi, amara alla taabudu illa iyyah. Nyinyi hamwabudu badala yake Allah ila majina tu mliyoyaita nyinyi na baba zenu, huwa ni miungu Allah hakuyateremshia majina hayo hoja yoyote. Hapana hukumu ila ya Allah tu.

Enyi wafungwa wenzangu wawili, hii hapa tafsiri ya ndoto zenu. Ama mmoja wenu mhudumu atarejea kazini na atamnywesha bwana wake ulevi, na ama mwingine atasulubiwa mpaka kufa na ndege watadonoa kichwa chake, ili kushakatwa hukumu ya hilo jambo mlilokuwa mnaliulizia. wa qala lilladhi dhanna annahu najin minhuma udhkurni inda rabbik fa ansahu shaytanu dhikra rabbih falabitha fis-sijni bida sinin, na Yusuf alimwambia yule aliyehisi kuwa atasalimika katika wale wafungwa wawili kwamba nikumbuke kwa bwana wako na umwambie nimefungwa bila hatia, lakini sheitani alimsahaulisha kumtaja kwa bwana wake. Basi Yusuf alikaa gerezani miaka kadhaa. Wqala lmaliku inni ara sba baqaratn simanin yakuluhn sabunijaf wsaba sumbulatn khudrin wukhra yabisat, na siku moja mfalme mkuu wa Misri alisema: hakika mimi nimeota ng'ombe saba wanene wanaliwa na ng'ombe saba waliokonda na nimeota mashuke saba mabichi na mengine makavu.

na wala sisi sio wenye kujua kutafsiri ndoto za aina hii. waqala alladhi najaa minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wilihi fa arsiluun. na alisema yule mhudumu aliyenusurika kati ya wale wafungwa wawili na alikumbuka kuwa alitumwa na Yusuf baada ya muda, mimi nitakwambieni tafsiri yake kwa kumuuliza mjuzi, basi nitumeni nikamuulize mjuzi.

na tupe fatwa ya mashuke saba mabichi na mengine makavu ili nirejee kwa watu wapate kujua hadhi yako ili utoke. Qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun, Yusuf alisema mtalima miaka saba mfululizo mtakachovuna kiacheni katika mashuke yake isipokuwa kidogo mtakachokula. thumma yati min ba'di dhalika sab'un shidadun ya'kunna ma qaddamtum lahunna illa qalila illa qalilan mimma tuhsinun, kisha baada ya miaka saba itakuja miaka mingine ya shida ambapo watu watakula kile walichokihifadhi isipokuwa kidogo mlichokihifadhi kwa ajili ya mbegu. Thum yti mmbadi dhalik amu fihi ygathu wa nas wafihi yasrun, kisha itakuja baada ya hapo miaka saba ya nema, mwaka ambao katika mwaka huo watu wataokolewa kwa kuletewa mvua ya nema, na katika mwaka huo watakamua yale ya mazao ya kamuliwayo.

vipi kadhia ya wale wanawake waliojikatakata mikono yao? Hakika mula wangu mlezi anazijua vyema hila zao. qala ma khatbukunna idh rawattunna Yusufa an nafsihi <totipi> qulna hasha lillahi ma alimna alayhi min <totipi> su falme alisema, akiwauliza wale wanawake, mlikuwa na kadhia gani mlipomtongoza Yusuf bila ridhaa yake? Walisema Allah apishe mbali, sisi hatukujua baya lolote kwake. qalat <tie> <tie> imraatu alazizi alana hashasa alhaq ana rawadtuhu an nafsihi wainnahu wa la mina assadiqin. Mke wa mheshimiwa alisema: sasa haki imedhihiri, acha niseme kweli, mimi ndiye niliyemtongoza Yusuf bila ya ridhaa yake, na hakika yeye ni katika wa kweli dhalika liya'lama anni lam akhunhu bilghaybi wa anna llaha la yahdi kayda l-khainin. Yusuf alisema, hayo hayo nimeyaombea ufafanuzi ili mheshimiwa apate kujua ya kwamba mimi sikudhamiria kumfanyia khiana wakati hayupo, na ya kwamba Allah haziongozi hila za watu wenye wa khiana.